Mgombea urais kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema chini ya mwamvuli wa umoja wa katiba ya wananchi yaani Ukawa Edward Lowassa ameendelea kunadi sera kwa kuahidi wananchi kuwa endapo atafanikiwa kuingia Ikulu atatekeleza mambo yote yaliyomo kwenye ilani ya chama hicho, ikiwa ni pamoja na kuboresha elimu. Lowassa amesema hayo mjini Dodoma alipokuwa akihutubia mamia wa kazi wa manispaa ya mkoani humo mara baada ya kufanya mikutano katika baadhi ya imbo mkoani Dodoma. Mtazamaji, tupate hali halisi ya mkutano huo. Kwa Magufuli, sisi ni kitanda chenye kunguni hivi. Kitanda chenye kunguni, si lazima kiwekwe kwenye jua? Kiweke kwenye jua, sio wapukutike sasa. Sisi kitanda hicho ambacho ni CCM, kama alivyo alivyoshauri Magufuli, tunakiweka kwenye jua, kikae kwenye jua kwa miaka zaidi ya 30 au kunguni wakipukutika, waje waombe tena. <coughs>